Chuo kikuu cha Chuka kimefungwa kwa muda usiojulikana baada ya uchaguzi wa baraza la wanafunzi wa chuo hicho kukumbwa na utata huku baadhi ya wagombea wa nyadhifa mbalimbali kudai kuwa haukuwa wa haki na uhuru. Wanafunzi hao walizua rabsha na kufunga barabara kuu ya Meru Embu inayoelekea jijini Nairobi na kulemaza usafiri. Wakachoma madarasa, basi lao la shule na kuvamia maduka yaliyokuwa karibu na chuo hicho. Ilibidi maafisa wa kukabiliana na gasia kuingilia kati na kutumia vitua machozi ili kuwatawanya. Mkono mrefu wa sheria ulikabiliana na wanafunzi hao ambapo wanafunzi kumi na watano walitiwa mbaroni kwa kuhusika na gasia hizo. Makamu wa chansela Erastus Njoka anasema shughuli za kuwaapisha viongozi waliochaguliwa kwenye baraza hilo itaendelea kama ilivyoratibiwa. Huku haya ya kijiri wanafunzi wa shule ya upili ya wasichana ya Consolata huko kaunti ya Meru walizua rabsha na kuvunja vioo vya shule hiyo, baadaye wakatoka nje ya shule na kuandamana hadi katika kituo cha polisi cha Meru ambapo walilala nje kwenye baridi. Wanafunzi wa shule hiyo alimlaumu mwalimu mkuu wa shule hiyo kwa masaibu yanayowakumba shuleni, wakisema amekuwa akiwatusi na kuwasimamisha kazi walimu ovyo ovyo bila ya sababu madhubuti, lakini mwalimu mkuu wa shule hiyo Rosama Alexander amepuzilia mbali madai hayo girls were not inside the the dome already they had gone through the fence usually even now i don't don't know know what is is the the the the problem usually if if they they, they need something they, they approached me and and and i i i i could handle their problems the way I can now now i don't know anything even if the gate is opened they are still walking up and down without entering inside inside the compound and, uh, now, just before five minutes I saw some stones coming inside ilibidi afisa mkuu anayesimamia mtihani katika kaunti hiyo, Alex Ndereba kuingilia kati na kuwarai wanafunzi hao kurejea shuleni huku wakiahidi malalamishi yao yatashughulikiwa. Maafisa wa elimu katika kaunti ya Meru, usimamizi wa kanisa la Katoliki eneo hilo, na msimamizi mkuu wa shule hiyo wamefanya kikao kutafuta suluhu. Winnie Atieno, QTV.